Naam. Hai. Wakenya wengi kutoka maeneo mbalimbali humo nchini walijumuika jijini Nairobi ili kusherehekea utamaduni wa, wa Pwani. Bila shaka hafla hiyo iliyoandaliwa na vituo vya redio vinavyomilikiwa na shirika la utangazaji nchini KBC vya Pwani FM na Radio Taifa, ilitoa fursa kwa mashabiki kutangamana na watangazaji wao huku wakichangamkia vyakula asilia kutoka eneo la Pwani vikiwemo pombe asilia ya mnazi pamoja na muziki wa Uswahilini. Wakati likizo ya Pasaka ilipong'oa nanga, Wakenya kadhaa walijumuika jijini Nairobi kusherehekea Ijumaa Takatifu kwa mtindo wa aina yake katika tamasha usiku ya utamaduni wa Pwani. Hafla hiyo iliyoandaliwa na vituo vya redio vinavyomilikiwa na shirika la KBC vya Pwani FM na Radio Taifa, ilitoa fursa kwa mashabiki kutangamana na watangazaji wao wanaowaenzi. Kwa vile ilikuwa tamasha wa Pwani, mashabiki waliotumbuizwa kipwani. Vyakula mbalimbali mbali, vya kiasili pamoja na pombe ya mnazi pia vilikuwepo. Chicken biryani. Muziki wa Pwani almaarufu bango zilizoimbwa na magwiji Mzee Ngala na Freshly Mwamburi ziliwachombeza na kuwanyanyua mashabiki kutoka vitini mwao. Nguli hao pia walitoa ushauri na saha kwa na muziki chipukizi. Vijana wengi siku hizi wamepotoka na mambo mengi, kwa hivyo kuna njia moja kuwezalugha safi ya kuweza kuelimisha. Mashabiki walitoa wito wa kuandaliwa zaidi kwa tamasha sampuli hiyo katika juhudi za kusherehekea tamaduni anuai nchini. Mimi Mombasa, sikumbuki lini nimeenda nikitafuta hta vyakula vya Mombasa, sijui na vipata wapi? Mimi mwenyewe kupipika pia sijui. This is together with the Umazi Jikoni. We shall be doing this annually. Kasi cha namasha dira ya magwiji